Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Brazil na Santos FC Neymar Junior bana ameweza kupimwa na kuweza kukutwa na maambukizi ya COVID-19 na kwa sasa anaendelea na matibabu katika klabu yake ya Santos FC ambayo imeweza kudhibitisha taarifa hiyo. Akiwa na hali ya virusi ambayo iliweza kumuanza Alhamis Juni al tarehe tano, Neymar Junior aliweza kufanyiwa vipimo katika maabara ambayo aliweza kufanyiwa katika eh, vituo vya afya karibu na eh, headquarters za Santos FC na baadaye kuweza kwamba yuko na maambukizi ya COVID-19 na Santos FC wao waliweza kuthibitisha taarifa hiyo kwa umma. Mchezaji huyo alikuwa tayari kabisa hayupo kwenye shughuli tangu Alhamisi, ambapo waliweza kukutwa na dalili za COVID-19 ambapo waliweza sasa kupumzika kidogo nyumbani na kuweza kufanyiwa matibabu kuhusiana na dalili ambazo walikutwa na madaktari wake wa karibu kabisa, na Santos FC wakaweza kumpa eh, muda kidogo kwa ajili ya kuweza kufanyiwa matibabu ili aweze kuwa sawa na kurudi tena uwanjani. Hii ime kuwa ni mara ya pili kwa mshambuliaji huyo ambaye amekutwa na maambukizi ya virusi vya COVID-19 ambapo hapo awali kidogo ilikuwa ni Mei 2021, wakati akiwa yupo na PSG. Sasa sio kwa Neymar Jr tu peke yake ambaye yeye amekuwa na maambukizi ya COVID-19. Kuna baadhi ya wa wachezaji ambao wao washaikukutwa na virusi vya COVID-19 na sasa hivi wako sawa, kama vile Daniele Lugani kutoka Juventus, mchezaji huyo ambaye alikutwa na maambukizi ya COVID-19 E, au unaweza ukaita corona ambapo ilikuwa ni Machi 2020, katika klabu ya Juventus. Lakini pia Braise Matuidi kutoka Juventus naye alishawahi kukutwa na maambukizi ya virusi vya COVID-19 e, mwaka huo huo 2020. Lakini pia Paul Diabara naye kutoka Juventus naye alishawahi kukutwa na maambukizi ya COVID-19 mwaka 2020. Sasa mchezaji mwingine ambaye pia alikutwa na maambukizi ya COVID-19 kipindi ambacho COVID-19 imeendelea kupamba moto e, duniani kote E, katika mataifa tofauti tofauti hata pia e, Paul Maldini kutoka AC Milan wa Italia aliweza kukutwa na maambukizi ya COVID-19 mwezi Machi mwaka 2020, lakini pia Daniel Maldini kutoka AC Milan naye aliweza kukutwa na maambukizi ya COVID-19. Sasa kwa upande wa Neymar Jr, sasa hivi maambukizi ambayo yuko nayo, anaendelea kuwa katika hali ya matibabu, na Santos FC wameweza kuthibitisha kwamba mchezaji huyo yuko na maambukizi ya COVID-19, lakini mambo yakikaa sawa basi tutamuona uwanjani Neymar Junior. Tupe mtazamo wako kwenye uwanja comment hapo, sicha kusubscribe kulike, mdau wa soka utakumetisha kinoma noma cha.